Na safiri hadi Kenya katika moja ya harakati za ukombozi zilizotikisa Afrika ya Mashariki, vita vya Mau Mau. Hii ni hadithi ya ujasiri, mateso na ushindi wa Wakenya waliopigania uhuru wao dhidi ya ukoloni wa Waingereza. Jiandae kusikiliza historia hii ya kusisimua na karibu The Storyside. Mwishoni mwa karne ya 19, Kenya ilipokuwa chini ya ukoloni wa Uingereza. Wakenya walikumbwa na hali ya ukandamizaji wa hali ya juu. Waingereza walitwaaa ardhi kubwa yenye rutuba wakawahamisha wenyeji kwa nguvu na kuwaweka kwenye maeneo duni yasiyofaa kwa kilimo. Ardhi yenye rutuba zaidi ilitengwa kwa walowezi wa kizungu, huku wenyeji wakilazimishwa kufanya kazi kama vibarua kwenye mashamba ya mkoloni kwa malipo duni. Sheria kandamizi kama vile kipimo cha rangi kilitekelezwa ambapo Wakenya walipaswa kubeba vitambulisho maalum wakisafiri, jambo lililowaudhi sana. Kwa miaka mingi, Wakenya walijaribu kudai haki zao kwa njia za amani kupitia vyama kama Kikuyu Central Association, yani KCA, lakini juhudi zao hazikufua dafu. Hali ilizidi kuwa mbaya na hatimaye vijana wenye hasira na shauku ya kujikomboa waliamua kuchukua silaha katika miaka ya mwaka elfu moja mia tisa na arobaini kundi la wapiganaji lilianza kuundwa kwa siri. Waliitwa Maumau, jina lenye utata kuhusu asili yake, lakini kilichowazi ni kwamba Maumau Mau, walikuwa jeshi la wananchi lililoamua kuikomboa Kenya kwa gharama yoyote. Kiapo cha Maumau kilikuwa kitendo cha siri kilichowataka wanachama wao kuapa kuwa wapo tayari kupigania uhuru hadi kifo. Kiapo hiki kilihusisha kafara, ibada za jadi na viapo vya uaminifu kwa harakati za Maumau. Miongoni mwa viongozi waliokuwa mstari wa mbele kueneza harakati hizi ni Dedan Kimati, General China, Fidel Marshal Mutoni, Stanley Mathenge na Waruhiu Itote. Wakikuyu, Wameru na Waembu walikuwa sehemu kubwa ya waasi hawa, ingawa makabila mengine pia yaliunga mkono harakati hizo. Katika misitu minene ya mlima Kenya na Aberdare, Maumau walijificha huko wakifanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya askari wa mkoloni na washirika wao. Mwaka 1952 Maumau walifanya mashambulizi kadhaa yaliyowatia hofu wa koloni. Majumba ya wakoloni yalishambuliwa na baadhi ya walowezi wa kizungu waliuawa. Mashambulizi haya yaliwalazimisha waingereza kutangaza hali ya hatari mnamo Oktoba 20 mwaka 1952. Gavana wa Kenya wakati huo, Evelyn Baring, aliamuru msako mkali dhidi ya Maumau. Serikali ya kikoloni ilianza kukamata Wakenya wengi na viongozi wa kisiasa kama Jomo Kenyatta, Achieng Oneko, Po Ngei, Kungu Karumba na Bildadi Kagia walikamatwa na kuhukumiwa kifungo. Waingereza walichukua hatua kali dhidi ya maumau kwa kutumia mbinu za kikatili. Waliunda kambi za mateso ambapo wapiganaji wa maumau walifungiwa kupigwa na kuteswa. Waliendesha operesheni za kijeshi za kuwasaka waasi misituni wakitumia ndege za kivita na mabomu. Waliteka vijiji vya Wakikuyu na kuwalazimisha wakazi wake kuhamia kwenye makambi yaliyochungwa na askari wa mkoloni. Waingereza waliamini kwamba kuwatenganisha maumau na jamii zao kungewadhoofisha, lakini maumau walikuwa na ari kubwa ya kupigania uhuru na mapigano yaliendelea kwa miaka mingi. Licha ya kupigana kwa ujasiri mkubwa, hali ya Maumau ilianza kuwa ngumu. Mwaka 1956 kiongozi wao mkuu Dedan Kimati alikamatwa msituni baada ya kupigwa risasi kwenye mguu. Kimati alihukumiwa kunyongwa mnamo Februari 14 mwaka 1957, katika gereza la Kamiti. Kifo chake kilikuwa pigo kubwa kwa Maumau, kwani alikuwa nembo ya uasi dhidi ya mkoloni. Baada ya kukamatwa kwa Kimati, nguvu za Maumau zilianza kudhoofika. Waingereza waliendelea kukandamiza harakati zao hadi kufikia mwaka 1960 ambapo mapigano yalidhoofika kabisa. Pamoja na kwamba Maumau walishindwa kijeshi, ushujaa wao ulilazimisha Waingereza kutambua kuwa Kenya haiwezi kutawaliwa milele kwa mabavu. Matokeo yake, serikali ya Uingereza ilikubali kufanikisha mabadiliko ya kisiasa na mnamo Disemba 12 mwaka 1963, Kenya ilipata uhuru wake rasmi. Jomo Kenyatta akawa rais wa kwanza wa Kenya. Hata hivyo historia ya Mau Mau haikupewa heshima stahili. Mara baada ya uhuru, serikali mpya ya Kenya haikuwatambua rasmi wapiganaji wa Mau Mau na wengi wao walibaki masikini wakiwa wamepuuzwa na taifa walilolipigania. Mnamo mwaka 2003 na serikali ya Kenya ilitangaza kuwa Maumau ni mashujaa wa taifa na mwaka 2013 Uingereza ilikubali kuwafidia baadhi ya waathirika wa mateso ya Maumau kwa mabilioni ya pesa. Leo hii Maumau wanaheshimika kama mashujaa wa Kenya. Historia yao ni somo kwa vizazi vya sasa, kwamba uhuru haukuja bure, ulilipiwa kwa damu na jasho la mashujaa wa kweli. Vita vya Mau Mau vinabaki kuwa sehemu muhimu ya historia ya Afrika Mashariki, vikionyesha nguvu ya mapambano ya wananchi dhidi ya utawala dhalimu. Hii ndiyo the story side, mahali ambapo historia haiishi, inaishi kupitia simulizi zetu. Vita vya Mau Mau ni mfano halisi wa uthubutu wa watu waliopigania haki zao kwa nguvu zote. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.